Karibu kwenye Kuku Kienyeji Hustle. Hapa tunaanza na kuku mmoja na tunatengeneza kesho yenye mafanikio. Usisahau kusubscribe. Muhogo ni chakula kinachoweza kuwa na faida kwa kuku ikiwa kitatumika kwa uangalifu na kwa kiasi sahihi. Hapa kuna jinsi muhogo unavyoweza kusaidia kuku. Unajua, muhogo unaweza kuwa siri ya kuku wako kukua haraka na kwa afya bila kutumia gharama kubwa. Leo nakwambia kwa nini muhogo ni chakula cha dhahabu kwa kuku wa kienyeji. Muhogo ni chanzo kizuri cha nishati. Kuku wanapopata nguvu kutoka kwenye muhogo, wanakuwa kwa haraka, wanakuwa na uzito mzuri na mayai yao yanakuwa mengi zaidi. Muhogo unaweza kutumika kwa njia nyingi. Unaweza kukaushwa na kusagwa kuwa unga, au muhogo mbichi unaukata vipande vidogo vidogo, ukawalisha. Hii inarahisisha upatikanaji wa chakula cha gharama nafuu kwa kuku. Muhogo unasaidia kuboresha afya ya kuku. Wakiwa na nishati ya kutosha na chakula cha mara kwa mara, wanakuwa na kinga imara dhidi ya magonjwa. Hii inakuokoa wewe hasara kubwa ya vifo vya ghafla. Hapa nakupa faida za muhogo kwa kuku. Namba moja, chanzo cha nishati na wanga. Muhogo una wanga mwingi ambao ni chanzo kikuu cha nishati kwa kuku, hasa kuku wa nyama na kuku wanaotaga. Namba mbili: bei nafuu na hupatikana na kwa wingi. Muhogo ni chakula mbadala cha nafaka kama mahindi, hivyo kupunguza gharama ya uzalishaji. Namba tati: husaidia kuongeza uzito kwa kuku wa nyama. Kwa sababu ya nishati yake ya juu, unaweza kuharakisha ukuaji wa kuku wa nyama. Namba nne: unaweza kuchanganywa kwenye pumba au mashudu. Muhogo unaweza kuwa sehemu ya mchanganyiko wa chakula Feed formulation na kusaidia kuongeza ujazo na thamani ya lishe. Hii ni kwa wanaofuga kuku wa kienyeji wanaoachiwa au kufungiwa bandani. Kuku wa kienyeji ni wavumilivu, lakini ili watage vizuri au wakue haraka wanahitaji lishe bora, hasa kipindi cha jioni au asubuhi kabla ya kutoka kutafuta chakula. Faida za kutumia muhogo kwa kuku wa kienyeji: hutoa nishati nyingi, hasa asubuhi kabla ya kutoka bandani. Muhogo ni rahisi kupatikana, huchangamsha kuku waliopungua nguvu. Hapa nakupa maelekezo jinsi ya kuchanganya muhogo na vyakula vingine. Mfano wa mchanganyiko kwa kilo mia moja kwa kuku wa kienyeji. Mchanganyiko huu unafaa kwa kuku wanaotaga au kuku wa nyama wa kienyeji: unga wa muhogo ambao safi na salama, kilo ishirini, mahindi ya kusaga au pumba, kilo thelathini, mashudu ya alizeti au soya kilo 15, dagaa wa kusaga kilo kumi, chokaa ya kusaga kilo kumi, deth posporus kilo nukta moja tano premiki ya kuku kilo moja, mabaki ya mboga majani mabichi hayahitaji kusagwa kilo 12.5. Mchanganyiko huu unalisha kuku wa kienyeji hamsini hadi themanini kutegemea na uzito wao. Hapa nakupa ratiba ya ulishaji kwa kuku wa kienyeji. Muda na chakula cha kuwapa. Asubuhi saa kumi na mbili hadi saa mbili asubuhi muhogo uliochanganywa na mashudu, dagaa. Mchana saa sita hadi saa nane, wakitoka kutafuta chakula kama wanaachiwa au majani kama wanafungiwa. Jioni saa kumi na moja hadi saa kumi na mbili mabaki ya chakula, mchanganyiko wa muhogo na pumba. Vidokezo muhimu. Muhogo lazima ukaushwe au uchemshe ili kuondoa sumu ya tianide. Kama unafuga kuku wa kienyeji wanaotaga, wape chakula chenye chokaa na protini za kutosha. Usitumie muhogo peke yake, changanya na vyakula vyenye protini kama dagaa, mashudu na majani. Tahadhari unapowalisha kuku muhogo. Moja, muhogo mbichi una sumu. Muhogo hasa mbichi au usioiva vizuri una kemikali ya cyanogenic glycosides, ambayo huweza kutoa cyanide, sumu kwa kuku. Suluhisho, chemsha muhogo vizuri au ukaushe kwa jua kabla ya kuwalisha kuku. Mbili, muhogo hauna protini ya kutosha. Kuku wanahitaji protini kwa ajili ya ukuaji na utagaji, na muhogo una protini kidogo sana. Suluhisho, changanya muhogo na vyakula vyenye protini nyingi kama mashudu ya pamba, soya, dagaa au mabaki ya samaki. Tatu, muhogo wa unga unaweza kushikamana tumboni. Muhogo ulio kwenye hali ya unga mzito unaweza kusababisha matatizo ya mmeng'enyo. Suluhisho, usiwape kwa wingi na uchanganye na vyakula vingine vyenye nyuzi nyuzi. Mapendekezo ya matumizi ya muhogo kwa kuku Kuku wa nyama, usizidishe asilimia 20 hadi 30 ya mchanganyiko wa chakula. Kuku wa mayai, tumia kwa kiasi kidogo sana, chini ya asilimia 10 hadi 15, na hakikisha kuna protini ya kutosha. Muhogo uliochemshwa au kukaushwa vizuri ndio salama zaidi. Hivyo basi, muhogo si chakula cha binadamu pekee, bali ni msaada mkubwa kwa kuku wa kienyeji. Ukianza leo kutumia muhogo, utaona tofauti kubwa kwenye ukuaji na mayai. Usisahau kusubscribe, kuipenda na kuisambaza video hii ili tuendelee kujifunza pamoja mbinu za kufuga kwa gharama nafuu.